Mfuguiki mwachegene halo, kuna watu wameokoka, lakini bado sana zinawatesa

na kukemewa katika yote utakayotia mkono mkono wako, wako kuyafanya, Bwana atakuletea laana na mashaka <tuletea>

So, katika jina la Yesu. Mm -hmm. Nasema tena wazao wako mm -hmm. walikuwa kama mchanga na hao waliotoka katika tumbo lako kama chembe chembe. wa kumi na sita inasema ni Karibieni, sikieni haya, sikieni haya, tokea mwanzo, sikieni haya. Uh -huh. tokea mwanzo sikunena kwa siri tangu nilipokuwapo mimi nipo na sasa. Bwana Mungu amenituma na roho yake Bwana, mtaamini, amenituma na roho yake. Sema ni mtumishi wa Mungu, ametumwa na Mungu. Mtumishi wa Mungu ametumwa na Mungu kwa roho yake, kwa roho yake. Na siendeni kwa siri sawa, siendeni kwa siri. Siendeni kwa kwa siri. Bwana mkombozi wako mtakatifu Waizi asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida. Nikufundishaye ni upate nini? faida ni

Kwa njia ikupasa ya kuifuata, anasema laiti, ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama mto wa maji ingalikuwa kama mto wa maji k na haki yako kama mawimbi ya bahari. Tena wazao wako wangalikuwa kama mchanga na hao waliotoka katika tumbo lako kama chembe zake, jina lake lisingali katika wala kufutwa mbele zangu. Isaya 22 nasema, hapana amani kwa mabaya, asema Bwana. Rudia tena, hapana amani kwa mabaya, asema Bwana, asema Chacha eh -cha. <laughs> <laughs> asema Bwana, asema mzee wa kanisa, mzee kiongozi, asema rani